Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Mungu akubariki ufungua channel yangu ya YouTube. Mungu akubariki kwa kuendelea kufuatilia mafundisho ambayo nina posti kwenye channel yangu ya YouTube, na leo tutakwenda kujifunza kichwa chenye jumbo, nasema mtu wa muhimu kwenye maisha yako, na Roho Mtakatifu mhudumu wa kweli akakuhudumia na mafundisho yakafanyike baraka kwako, yakafanyike kwa kwa msaada kwako kwa kwa katika jina la Yesu amen. Katika maisha ni vema kujua ni vema kujua mtu wa muhimu kuliko wote kwenye maisha yako. Tunaposoma kwenye Marko 12:31 tunasoma habari za Yesu wakati alipokuwa ameulizwa kwamba amri iliyo kubwa ni ipi? Amri iliyo kubwa ni ipi? Yesu akajibu kwamba amri ya kwanza ni kumpenda Mungu kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, kwa akili zako zote na kwa roho yako yote lakini amri ya pili ni kumpenda jirani yako kama nafsi yako. Kumpenda jirani yako kama nafsi yako, kumpenda jirani yako kama nafsi yako. Sasa kuna watu kwenye maisha yao ambao wanaishi kwa ajili ya kuwafurahisha watu wengine, afu wao wanabaki hawana furaha, afu wao wanabaki hawana amani. Ninajua kwamba tunazungukwa na watu wenye tabia tofauti tofauti kuna watu ambao wanaweza kachukulia baadhi ya, ya tabia zako kuwa ni udhaifu kama we unaishi kwa ajili ya kumfurahisha kila mtu kila mtu. Alafu, wakati huo huo unapotaka kuwafurahisha watu wengine, wewe unabaki huna amani. Najua kuna watu ambao wanaweza kafanya jambo, sio kwa sababu anataka kufanya, lakini kwa sababu anataka kumfurahisha huyo anayetaka kumfanyia. Unaweza ukafanya jambo kwa ajili ya kuwafurahisha wazazi lakini ndani huna amani. Unaweza ukafanya jambo kwa ajili ya kumfurahisha rafiki yako lakini ndani huna amani. Unaweza ukafanya jambo kwa ajili ya ya jirani, ya jirani yako lakini ndani huna amani. Sasa, maandiko yanasema pende jirani yako kama nafsi yako. Hakuna sababu ya kumfanya jirani yako afurahi wakati wewe huna amani ndani yako. Mtu wa kwanza, mtu wa muhimu kwenye maisha yako ni wewe. You are the most important person in your life. Wewe ndio mtu wa muhimu, muhimu kwenye maisha yako. Hakuna sababu ya kuishi maisha ya kutaka kuwapendea kuwafurahisha watu wengine wakati wewe, alafu wewe unabaki huna amani. Mtu wa muhimu kwenye maisha yako ni wewe. Usiishi maisha ya kutaka kuwafurahisha majirani zako. Usiishi maisha ya kutaka kuwafurahisha marafiki zako, wakati ndani huna amani, wakati ndani huna amani. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Na kama wewe unafanya jambo lolote kwa ajili ya kuwafurahisha, kumfurahisha jirani yako, kumfurahisha rafiki yako, alafu wewe unabaki huna amani, wewe unabaki huna furaha, wewe manake ujipendi nafsi yako, ujipendi nafsi yako. The most important person in your life is you. Mtu wa muhimu kwenye maisha yako ni wewe. Kwa usitafute zaidi kuwafurahisha watu wengine alafu wewe ukabaki huna amani. Usitafute zaidi kuwafurahisha majirani zako alafu wewe ukabaki huna furaha. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Usifanye jambo kwa ajili ili jirani yako afurahi alafu wewe ubaki huna furaha. Usifanye jambo ili rafiki yako awe na furaha, lakini wewe usiwe na furaha. Usifanye jambo lolote ile kwa ajili ya kuwafurahisha watu, kwa ajili ya kuwafurahisha watu. Nakumbuka kwamba hakuna namna ambavyo unaweza kumfurahisha kila mtu chini ya jua. Kuna watu wengine hata kama ukifanya vizuri namna gani, huwezi kuwafurahisha. Lakini unapofanya jambo wakati mwingine kwa ajili ya kuwafurahisha watu, ni rahisi pia hata kumkosea Mungu, ni rahisi sana kumkosea Mungu Angalia jinsi ambavyo Sauli aliambiwa kwamba aende akaangamize kila kitu, lakini kwa sababu alipoenda kule watu walitaka baadhi ya mifugo warudi wa, wa, wa nayo ikiwa hai kwa ajili ya kumtolea Mungu dhabihu, na Sauli kwa, kwa kutaka kuwafurahisha watu akakubaliana na naa, na, ikawa ndio mwisho wa falme wao, ikawa ndio mwisho wa falme wao. Wanafunzi wa Yesu wangetaka wa baada ya ya Yesu, Yesu kuondoka, mafarisayo wa waliokataza wasihubiri, wasihubiri kwa jina la Yesu, lakini akasema hivi: angalieni nyinyi wenyewe, tambueni nyinyi wenyewe, ni vyema kuwatii nyinyi au kumtii Mungu? Lakini sisi hatuwezi kunyamaza yale mambo ambayo tuliyaona kwa macho yetu, sisi hatuwezi kunyamaza. Mtu wa muhimu kwenye maisha yako ni wewe. Usiishi maisha ya kuwafurahisha watu wengine au kufafu wewe unabaki una, una furaha. Usiishi kwa kuwafanya watu wengine wawe na amani alafu wewe ndani yako huna amani. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Kama wewe una, unaishi kwa ajili ya kumfurahisha mtu mwingine alafu wewe unabaki una, una furaha, alafu wewe unabaki una amani. Huo ni upumbavu. Usiishi maisha ya kutaka kuwafurahisha watu wengine. Usiishi maisha ya kutaka kuwafurahisha watu wengine alafu wewe ukabaki huna amani alafu ukabaki huna furaha. Mtu wa muhimu kwenye maisha yako ni wewe. You are the most important person in your life. Wewe ndio mtu wa muhimu kwenye maisha yako, kwa usifanye jambo lolote kwa ajili ya kuwafurahisha watu wengine. Usiishi maisha ya kuwafurahisha watu wengine. Usiishi maisha ya kuwafurahisha watu wengine, wewe uwe kipaumbele kila itwapo leo, kipaumbele namba moja kwenye maisha yako iwe ni wewe well. iwe ni wewe well. Huna sababu ya kuapa kipaumbele watu wengine, alafu unabaki una furaha unabaki una amani una una utakufa kabla ya wakati wako bila sababu ya msingi. Mungu akubariki sana kwa kusikiza mafundisho haya, kumbuka, the most important person in your life is you. Mtu wa muhimu kwenye maisha yako ni wewe well. Mungu akubariki, lakini pia kama umeguswa na mafundisho haya Unaweza kuwashirikisha watu wengine lakini pia usisahau kusubscribe. Ukisubscribe basi mafundisho yote ambayo nina posti kwenye channel yangu ya YouTube utayapata, na maisha yako yatabakia jinsi yalivyokuwa katika jina la Yesu. Kumbuka, the most important, mtu wa muhimu kwenye maisha yako ni wewe. Usiishi maisha kwa kufurahisha watu wengine, usiishi maisha kwa kufurahisha majirani. Si mbaya, lakini ninachozungumzia ni kwamba usiishi maisha kwa kufurahisha watu wengine, uh, watu wengine alafu ukabaki una furaha alafu ukabaki una amani Mungu akubariki katika jina la Yesu. Usisahau kusubscribe lakini pia unaweza kuwashirikisha unaowapenda mafundisho haya katika jina la Yesu.